Wale ambao mlisema kwamba Kigoma haiwezi kubadilika, na wale ambao hamtaki kurudi kwenu Kigoma, na wale ambao mlikuwa mmekatia tamaa Kigoma, hii ni dhahiri shahiri kwamba Kigoma ya sasa siyo Kigoma ya zamani. Kigoma ya sasa inaitwa mwanzo wa fursa na sio mwisho wa reli. Kigoma hii inaitwa mwanzo wa fursa na sio mwisho wa reli, kama ambavyo mnavyoshuhudia ujenzi huu wa soko la kisasa la hapa Mwanga, soko ambalo linalounganisha kata zote kwa kutoa huduma ndani ya manispaa hii ya Kigoma Ujiji. Unaweza ukaona namna ambavyo ujenzi unavyoendelea, vijana wazalendo wa Kitanzania waki wakiwa katika ujenzi wa soko hili, wa mradi huu mkubwa wa soko la kisasa. Hapa Kigoma eh, Mwanga. Kama mnavyoona mandhari nzuri ya mji wetu huu wa Kigoma kwa namna bora. Hongera kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Hassan Suluhu. Hongera kwa viongozi wote wa serikali ambao mnaufungua mji huu wa Kigoma na mkoa wetu kwa kuanzisha fursa kwa kuanzisha miradi mikubwa kama hii ambayo itakayokuwa ni fursa ya kumkomboa mwananchi wa Kigoma. Hongera kwa viongozi wote wa manispaa, hongera kwa viongozi wote wa serikali chini ya rais wetu mpendwa Doktora Samia Suluhu Hassan. Hili ni jambo la pekee na ni jambo la kusifiwa na ni jambo linalostahiki pongezi, pia kutengenezewa soko kama hili kubwa ambalo kwa ukwanda wetu hapa litakuwa ni soko la kwanza kwa ukubwa ndugu zangu.